Bungeni leo kwa majina, naitwa Patrick Mwalunenge, ni mbunge nile kamilika sasa wa jimbo la Mbeya Mjini, baada ya kula kiapo leo hapa bungeni Dodoma. Na kwanza nawashukuru wana Mbeya Mjini kwa heshima walionipa ya kunipa kura za kutosha, na hatimaye nimekuwa mbunge wa jimbo la Mbeya Mjini. Lakini pia na kishukuru chama changu ambacho kiliniamini mimi e, chini ya mwenyekiti wangu Daktari Samia Suluhu Hassan kupeusha bendera Yeah, kugombea ubunge kwa tiketi ya Chama Cha Mapinduzi, mkoa wa Mbeya, lakini leo tumekula kiapo, lakini ni waahidi wana Mbeya yale yote tuliyozungumza wakati tunaomba kula tutakwenda kuyatekeleza. Tutakwenda kupambana kwamba vijana wanapata ajira, tunakwenda kupambana kwamba Mbeya inakuwa ni kitovu cha uchumi, kwa sababu Mbeya ni senta, tunazo nchi karibu za kusini mwa Afrika za sadiki nyingi sana zinapita Mbeya, kwa Mbeya ni lango la sadiki. Kwa hiyo yale tuliyozungumza sasa tunakwenda kuyawekea nguvu tutakayopiga hapa kupitia Bunge tutayafanya, tutakayoyafanya kupitia halmashauri zetu pale Mbea mjini tutayafanya, lakini tutakayoweza kumuomba Mheshimiwa Rais tutamuomba. Kwao wana Mbea wawe na imani, baada ya kuapa sasa tunakwenda kuiunganisha Mbea iwe moja, tunakwenda kuiunganisha Mbea mjini iwe moja, tufikirie pamoja, tushirikiane. Yale wanaona mimi kama mbunge naweza kuyasukuma, nitayasukuma, lakini yale ambao wanatakiwa wao wajibike kwa nafasi yao watawajibika, ili mradi tunaenda kusukuma Mbea kwa maendeleo ya spidi kubwa sana. Ninachoweza kuwaeleza kwamba wana Mbeya wanafahamu, Mbeya mjini tuliongea mambo mengi sana, niahidi mambo mengi ambayo ni mazuri, yanakwenda kuibadilisha Mbeya mjini na Mbeya kwa ujumla, kwa sababu kuibadilisha Mbeya mjini maana yake ni Mbeya yote imebadilika. Kwa yale yote hayawezekani kama kuweza kuwa na amani. Kwa hiyo nawaambia vijana wenzangu, wakalinde amani, ili yale wanaoyatamani yatokee, tukiyafanya kwa ushirikiano pamoja. Mbeya mpe inakuja tunakwenda kuwajaza pesa, na mimi nishawaeleza mipango yangu ya miaka mitano kwenye jimbo la Mbeya mjini. Mazungumzo yangu ni pesa, watu wapate pesa, waweze kuendesha maisha yao kwa uwezo. Kupata pesa kua kuna amani, kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Na wasitiza, mimi ni bunge wao, najua matatizo ya vijana ya ajira, najua sekta ya kilimo ikoje, na tunakwenda kuipeleka pesa shambani. Dira ya miaka 25 50 itajikita sana kwenye uzalishaji na kwenye nchi yetu, uzalishaji kwenye shamba kuhakikisha kwamba vijana wetu wanakwenda kujikita kwenye uzalishaji kwenye sekta ya kilimo na waweza kupata pesa za kutosha.